Naye, Rais William Ruto ameendeleza ziara yake katika kaunti ya Vihiga siku ya leo ambapo amekutana na wakazi na wanafunzi wa taasisi za kiufundi za kaunti hiyo. Rais Ruto akiwaahidi wakazi wa Vihiga ujenzi wa barabara ya maeneo yale ambapo na pia kuimarisha hali ya ukosefu wa umeme katika maeneo hayo. Kando na hayo, ameendelea kushabikia ushirikiano wake na hayati Raila Odinga akiweka bayana kuwa walihakikisha wanamaliza siasa za ukabila kwa manufaa ya Wakenya. Hapa Vihiga mulinieleza ya kwamba bado hamujawekewa stima ya kutosha. Wananchi wengi wako bado wako gizani, ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni, saa hizi hapa tumewapangia kama serikali ya Kenya muko na shilingi bilioni 1.06, na mpango yetu hapa, bus... hapa eh, Vihiga ni kuunganisha manyumba zingine elfu kumi na tano. Raila Odinga akienda, aliwacha wenzake wote kwa serikali ya William Samuel Ruto chini ya broad-based government, mnasikia hivyo? Na wote hata wako mtu wa aina gani, mtu wa ODM, mrefu mfupi, wakina vijana wale walikuwa wanamsaidia wakina umbima hapa wote wamewachwa katika broad-based government na wandu banyole hapa, si mnajua, mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mungu aweke roho yake mahali pema peponi, si tulikubaliana na yeye ya kwamba tuache siasa ya ukabila, tuwaunganishe wakenya wote, na ndio sababu hiyo munaona leo tunasimama hapa kwa jukwaa moja watu wa ODM watu wa Kenya Kwanza, sisi wote, kwa sababu tunajua umoja ni nguvu, ndio tumesema hatutaki tena siasa ya migawanyiko na ukabila na chuki na ubaguzi. Tunataka tusimame pamoja kama Wakenya, ndio tuushughulikie maendeleo ya Kenya pande zote.